Inakumbukwe Yanga inajiandaa na michezo ya kimataifa, wapo kwenye kundi la kifo. Yeah, uh, ni, ni, ni, ni mechi ambazo uh, mechi ambayo inatarajiwa ina kuwa ni sehemu ya kuijengea timu kujiamini uh, na, na baada ya mechi hii ya ligi kuu. uh, kuu uh, mechi nyingine na uh, Prince Dube wanapaswa kuanza kunoa makali yao mm. kuanzia kesho yeah. kuelekea kwenye Champions League ya Afrika huko sahihi, huko sahihi. na Ni, ni perfect opportunity kwa sababu uh, timu ambayo imefungwa michezo minne mfululizo na imefunga bao moja uh, pekee lakini pia ime concede magoli ya kutosha maanake mm. ni kwamba uh, by the way haijacheza zidi ya timu za uzito wa Simba na Yanga ing so Singida, Singida peke yake lakini Singida haina, hmm. uzito wa Simba na Yanga okay. Kwa hiyo uh, what if wakija kukutana na hiyo na huo uzito wa Simba na Yanga hmm. watatoa nafasi kiasi gani kwa Simba na Yanga kuweza kuconcede uh, ama kuweza kupata hayo mabao hmm. kwa hiyo uh, hii ndo game ambayo mtu kama Prince Dube anapaswa kuamka akiwa anajiamini na aziki nafasi zote ambazo atazozipata. hmm lakini pia kama itakuwa ni kesi ya Boyeri, hii ni game ambayo wanapaswa kuzika nafasi zote ambazo wanazozipata. And good news ni matumizi ya kiwanja kiwanja ambacho wanakwenda kucheza ni kiwanja ambacho tayari wanakifahamu kwa msimu wa pili sasa, kwa, kwa kesi ya especially Dube yeah. KMC ni kiwanja ambacho wamekicheza sana tayari uh, lakini mimi shida yangu actually sio sio sio Dube yani, for me shida yangu kubwa ni performance Yani, kama timu ya kwa ujumla kwa maana ya kwamba kwa, kwa uh, tunaitazama lile kundi la Yanga mm, hakuna hata mechi moja kwenye CAF Champions League, hakuna hata mechi moja ambayo unaona Yanga wanaruhusiwa kuwa kwenye kiwango cha kawaida hey. Maana zile SFA hawezi kucheza kawaida. Maana zile Jesse Kabili yeah. Kwangu mimi hawapaswi kucheza kawaida pia, zile Al Ahly ndo kabisa hawapaswi kucheza kawaida pia. Yeah. Na, <coughs> ayo yote yanaanza kujengwa kuanzia kwenye mchezo wa kesho zidi ya KMC Complex. Yaani lazima ujenge confidence kwenye kitu kidogo. Kuna mtu kama Momo Dombia kesho akipiga mipira mitano kwenda kwenye final set. Alafu washambuliaji wake wakatumia na yeye akawa amepata assist tano, ina transmit confidence kwake kuelekea kwenye mchezo zidi ya national rally ama, ama, ama SFA ama, ama Jezi Kabili. Kwa hiyo kama kesho tena atatoa nafasi za kufunga alafu za wazi washambuliaji washa wake watakosa, alafu itakuwa ni mechi nyingine ambayo itaisha, mashabiki watatoka wanaamini kwamba maodobia bado yeah. Kwa yeah, na hicho ni kitu kibaya oh, ni kitu maana, mimi binafsi yangu uh, natamani tusalie kwanza kwenye team performance, yani Young Africans iwe bora iwe Uh, na, na, na hii haimaanishi kwamba KMC wasio bora ama tuna tuna disqualify KMC from winning the game kesho, no. Kuna namna tunaamini wote, Yanga anaingia kama superior kesho kwenye mchezo. Kwa hiyo matarajio na kile ambacho kilichokuwepo kutoka kwao kwenye historia ya hivi karibuni ni kwamba hawachezi vizuri, lakini wanapata matokeo, which means kesho natamani kuona hilo likibadilika kuanzia kwenye backline mpaka kwenye eneo la kiungo na mpaka kwenye eneo la kumalizia nafasi. Uh, namna gani Uh, tutaziona half spaces zikitumika kwa maana ya kwenye ule mfumo wa 433 ambao uh, tunaona na Momo Dumbia jinsi ambavyo anavyopewa license ya kufanya anachotaka juu uh, ya kiungo kwa kushambulia. Anawezekana akawa ni solo pivot kama ambavyo mchezo uliopita wa Yanga Africans zilikuwa uh, kwenye kwenye CAF Champions League, kwa maana ya Duke Abuya peke yake alafu ya juu yake ikawa Max pamoja na na, na, na, na Dumbia, tunataka kuona hiyo triangle ikifanya kazi kwelikweli, yani pale pana shift ya mpira ukifika kwa Duke, kwa Maxi na kwa Dumbia, unaona kuna utofauti na kile ambacho tulikiona kwenye mchezo uliopita. Ile anatoshea kwa, ah, ah, kwa? Hey, hey, wile... Anatoshea kwa maelekezo na kwa namna hmm, ambavyo Robert Foza alikuwa anatazama football, lakini kwa kocha huyu aliyokuja mpya Pedro anatazama yeah, yeah. football tofauti, pia kwa hiyo mm, okay. anawezekana akapata chance kesho, lakini lakini jambo la kusubiri madeni ma, madeni yangu makubwa zaidi yatakuwa kwa hata uh, wale mawinga. Unajua tulikuwa tunazungumza hapa wakati tunatazama game ya kwanza ya kwanza Pedro akiwa anaongoza Young Africans maona uh, nana ambavo wale invented invented wing uh, wingers wanapaswa kufanya, kwa sababu wale kwenye ile system wale ni, ni wing forwards na ndio maana wanatokea kwenye miguu yao tofauti kimchezo kwa maana ya kwamba mtu kama Iku anatoka upande wa kushoto, kulia anatumia mguu wa kushoto upande wa kushoto maybe Pakome ama Edmund Joni anatumia mguu wa kulia ana anatokea upande ule. Kwa hiyo wanapaswa kuonyesha zaidi, yani form scoring, <coughs> na kutengeneza nafasi na yeah, wanapaswa kuonyesha zaidi, kwahiyo subiri kuona, lakini natamani pia KMC wanishangaze kesho. Kama walivyosema watatushangaza. Eh, natamani wanishangaza. Yaani siwe game rahisi kiasi hicho. Maana kwamba Yanga ni jina kubwa na ni timu kubwa, basi iwe walk in the park, Yanga waende wafanye wanachotaka, alafu KMC wao wanaangalia. Wewe ni uwanja wao wa nyumbani, japokuwa wao kesho ni timu ngeni. Lakini pia ndani ya kikosi yao kuna watu ambao wanaweza kufanya kitu. Mtu kama Kenali, Mambungu, kuna kitu anacho ndani yake. Anaweza kufind passes behind the enemy lines kuweza kuifanya timu yake ikimbie. Mtu kama Oscar Paulo na Redemptus Musa wanaweza kufanya chochote kwenye eneo la mwisho, lakini pia kuna mtu kama Ibrahim Ajibu kwenye squad ambaye miaka nenda rutu tunafahamu uwezo wake wa kuathiri timu inapotaka kushambulia. Kwa hiyo hizo ni moments ambazo kesho wanapaswa kuzalisha na wenyewe pia individually, sio mpango wa mwalimu peke yake. Inawezekana analaumiwa Maximo kila siku mm, lakini kile ambacho kama timu wanapaswa kukifanya oh, yeah. akifanyika kwa